Kanu kwa jina la Mwenyezimungu mwingi mwenye wa rehema mwenye kurehemu. Nun, naapa kwa kalamu na yale wayaandikayo. Kwa neema ya mola wako mlezi, wewe si mwenda wazimu na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika, na hakika wewe una tabia tukufu. Karibu utaona na wao wataona, ni nani kati yenu aliyepandwa na wazimu. Hakika mola wako mlezi ndiye yeye ajuaye zaidi nani aliyeipotea njia yake, na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Basi usiwatii wanaokadhibisha Wanatamani lau ungelainisha ili nao wakulainishie. Wala usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa, mtapitapi, apitaye akifitini, mwenye kuzuia heri, dhalimu, mwingi wa madhambi, mkavu, na juu ya hayo mshari. Amejipachika tu ati kwa kuwa ana mali na watoto. Anaposomewa haya zetu husema hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani. Tutamtia kovu juu ya pua yake. Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba, walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asubuhi, wala hawakusema Mungu akipenda. Basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako Mlezi nao wamelala, likawa kama usiku wa giza Asubuhi wakaitana ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna. Basi walikwenda na huku wakinong'onezana ya kuwa leo hata masikini mmoja asikuingilieni. Na walikwenda asubuhi, nao wameshikilia azimio hilo. Basi walipoliona wakasema, hakika tumepotea, bali tumenyimwa. Mbora wao wakasema Sikukuambieni, kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu? Wakasema, ametakasika Mola wetu Mlezi, hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu. Basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao, wakasema, ole wetu, tulikuwa tumeikiuka mipaka. Asaa Mola wetu Mlezi akatubadilishia lililo bora kuliko hili. Hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu Mlezi. Namna hivi yanakuwa mateso, na bila shaka mateso ya akhera ni makubwa zaidi, laiti wangelijua. Suratul Qalam imeteremka Maka. Sura hii tukufu imekusanya kumtetea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kuipeleka heshima yake na azma yake, hata abakie mwenye kushikilia haki bila ya kumlegezea yeyote, na kushabihisha adhabu iliyowapata watu wa Makka na adhabu iliyowapata watu wenye shamba, ambao kisa chao kimesimuliwa katika sura, na waumini wanabashiriwa watayoyapata kutoka kwa mola wao mlezi na hapana usawa baina yao na makafiri. Wanaokadhibisha wanakanywa madai yao wanayojidaia nafsi zao bila ya haki, na wanatiwa hofu kwa kuelezwa hali yao itakavyokuwa akhera, na wanatishwa na mtume wa Mwenyezi Mungu sala llahu alayhi wasallam. Ananasihiwa asubiri na astahmili. Mwishowe sura inahitimisha kwa kuitukuza Qurani tukufu iliyoanzia sura hii ni kama kupinzana na hao wanaokadhibisha na ili kuwazindua wenye kufadiki. Na naapa kwa kalamu wanayoandikia malaika na wenginewe, na hayo mambo ya heri na manufaa wanayoyaandika, hakika wewe na Mwenyezi Mungu wamekunemesha kukupa unabii, si mchachefu wa akili wala mpumbavu wa mawazo na hakika unapata thawabu kubwa zisiyo katika kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Na hakika wewe bila shaka umshikamana na sifa nzuri kabisa na vitendo vizuri kabisa alivyokuumba navyo mwenyezi Mungu. Karibuni hivi ewe Muhammadi, utaona na makafiri wataona, ni nani kati yenu aliyemwenda wazimu. Hakika mwana wako mlezi, yeye ndiye mwenye kumjua zaidi yajei njia yake, na yeye ndiye mwenye kuwajua zaidi wenye akili waliongoka kumwendea yeye. batusi yache ya kuwapinga wanaokanusha. Wanatamani lao ngeli kuwa laini kwao katika baadhi ya mambo, ili na wao wawe laini kwako, kwa tamaa, kwa upate kurudishiana nao neno lilo hapo sudihinu fayudhinun maana yake hasa upake mafuta na wao wapake mafuta. Kiswahili husema kumpaka mtu mafuta kwa mgongo wa chupa, yani kumpa sifa za uongo, kumfanyia unafiki. Kwa kiarabu ni mudahana kupakana mafuta. Wala usiache mwendo wako ulionao nao kwenda kinyume na kila mwingiwa viyapo mtu wakudharauliwa mtapitapi mwenye kueneza aibu za watu, mwenye kuwasengenya watu, kuwasema kwa siri, mwenye kutwaa maneno baina ya watu kwa sababu ya kuwafisidi, mwingi wa kupinga kila la heri, dhalimu, mwingi wa madhambi, mgumu wa moyo, mwenye tabia ya ukavu, muovu maarufu kwa shari, juu ya sifa hizo mbovu walizo nazo so. Ati kwa kuwa anajiona yeye ana mali na watoto wengi, amezikadhibisha haya zetu na amezipuuza. Akisomewa Qur'ani husema, hivi ni visa vya ja uongo vya watu wa kale. Tutambandika alama juu ya pua yake ya kumganga pati kufedheheka mbele za watu. Sisi tumewafanyia mtihani watu wa Makka kwa kuwapa neema nao wakavikufuru kama tulivyowafanyia mtihani hao watu wenye wa shamba walipochukua kiapo kuwa watakwenda kuvuna mazao ya shamba lao asubuhi mapema, wala wasimkumbuke Mwenyezi Mungu. Wakafunganisha hilo jambo lao na kupenda kwake. Basi kaliteremkia shamba hilo bada kubwa iliyotoka kwa Mola wako Mlezi, na hali wao wamelala. Likawa hilo shamba kama usiku wa kiza kwa masaibu yaliyolifikia. Asubuhi wakawa wanaitana amkeni, mapemo mwende kondeni kwenu kama mmeazimia kuvuna. Wakatoka nao wakinong'ona kuambizana, msimwachiye masikini yoyote kukungilieni lewo. Wakenda hapo asubuhi mpaka kwenye shamba lawo na azima ya ovu hiyo, na wawo ni wenye uwezo kamili wa kutenda hayo kwa kujigamba kwawo. Walipoliona limekuwa jeusi limeungua walisema, nao wamebabaika, hakika sisi bila shaka tumepotea, hili silo shamba letu, bali ndilo shamba letu na sisi tumenyimwa. Alisema aliyekuwa mwadilifu wawo na mbora wao, wao akiwalaumu, sikukwambieni mlipokuwa mnasemezana kwa nyuma mnaseme masikini, hebu hamumkumbuki Mwenyezi Mungu, mkaiachania yenu Wakasema waliporejea kwenye uongozi wao, tunamtakasa Mwenyezi Mungu kuwa katudhulumu kwa, katu kwa yaliyotusibu tusivu, hakika sisi wenyewe ndiyo tumejidhulumu kwa makusudio yetu maovu. Wakawa wanaelekeana na kwa wao wawo, wakilaumiana wakisema, huku ni kuhiliki kwetu, hakika sisi tulikuwa tumepita mipaka katika ka zuluma zetu asa mola wetu mlezi akatupa badala iliyo bora kuliko hili shamba letu. Hakika sisi tunamtaka mola wetu mlezi peke yake atupe msamaha na malipo. Mfano wakama hayo yaliyoyasibu hilo shamba, ndiyo inakuwa adhabu yangu ninayoiteremsha duniani kwa anaistahiki na bila shaka adhabu ya ahera ni kubwa zaidi na ukuwa watu wanajua hayo.

للعالمين. Hakika wachamungu watakuwa na bustani za neema kwa Mola wao Mlezi. Kwani tutawafanya Waislamu kama wakosefu? Mna nini? Mna hukumu vipi? Au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma kuwa mtapata humo mnayoyapenda? Au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya Kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia. Waulize ni nani miongoni mwao dhamini wa haya, wana wa haya au wanaowashirika? Basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli. Siku utakapowekwa wazi mundi, na wataitwa kusujudu, lakini hawataweza. Macho yao yatainama chini, pedheha itawafunika, na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima. Basi niache na wanaokadhibisha maneno haya, tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua na inawapururia muhula. Hakika hila zangu ni imara. Au unawaomba ujira na wao wanaemewa na gharama hiyo? Au iko kwa usiri, basi wao wanaiandika? Basi ingojie hukumu ya Mola wako Mlezi, wala usiwe kama mmezwa na samaki, aliponadi naye kazongwa kama isingelimfika neema kutoka kwa mola wake mlezi, bila shaka angelitupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa. Lakini mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema. Na waliokufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao wanaposikia mawaidha, na wanasema hakika yeye ni mwenda wazimu. Na hayakuwa haya ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Hakika wachamungu watapata kwa Mola wao Mlezi bustani za neema safi. ye sisi tuhulumu katika hukumu yetu, tuwafanye Waislamu sawa na makafiri nini ni, ni, ni, niliyokusibu ni nyinyi vipi mnahukumia mfano wa hukumu kama hii ya dhuluma kwani mnacho kitabu kitokacho kwa mwenyezi mungu mnachokisoma na humo yamo hayo mnayoyapenda au kwani mnazo ahadi juu yetu zenye kutiliwa mkazo kwa viapo zenye kubaki mpaka siku ya kiama kwamba mnayohaki ya hayo mnayojihukumia ewe muhammad waulize washirikina ni nani dhamini wa hukumu hiyo? Kwani wanao wanaoshirikiana nao na wanaofuata mwendo wao katika kauli yao hii, basi na wawalete hao washirika wao, ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao. Siku mambo yakaposhtaji na yakawa magumu na wakatakiwa makafiri wasujudu emea, kwa kuwaemea na kuwakejeli na wasiweze macho yao yameina machini yamefunikwa na fedheha, na duniani walikuwa wakitakiwa wasujudu walipokuwa wakiweza na wakakataa kusujudu kuwekwa wazi mundi ni kinaya ya kudhihirishwa kweli yote, siku ya kwima kondo, siku ya Kiyama cha vilecho Saidi Abdallah bin Ali bin Nasiri katika Inkishafu, tafakari siku ya kwima kondo yakuaridhiwa kila kitendo pindi madhulumu atapoondo, achamba ya Rabi na mua. Naye ewe Muhamadi na chilie, na hawo wanaoikadhibisha Kurani tutawajongeza kwenye adhabu kidogo kidogo, kwa jiha wasiyejuwa kuwa adhabu itatokea huko, na itawapa muhula kwa kuiahirisha adhabu Hakika mipango yangu ni ya nguvu, na hawezi kuporonyoka yoyote akasalimika nayo. Kwani wewe unawaomba ujira kwa kufikisha ujumbe wako, na kwa hivyo wao wanaona uzito kwa gharama hiyo unayowakalifisha? Au kwani wao wanajua yaliyofichikana, na wao wanayeandika, na ndiyo wanahukumu kwa hayo? Basi wewe subiri kwa tunavyowapa muhula na kukuahirisha kukuletea manusura yetu juu yawo, wala usiwe kama Yunusi aliemezwa na samaki akawa na haraka na kuwaghadhibikia watu wake, alipomnadia mola wake mlezi naye kaja hasira na ghadhabu akitaka waadhibiwe kwa haraka. Lau kuwa neema ya mola wake mlezi haikumdiriki kwa kukubali toba yake Angelitupwa kutokana na tumbo la samaki ufukweni, naye akiteseka kwa kuteleza kwake. Lakini mola wake mlezi kamteua kwa kuikubali toba yake na kamjaalia miongoni mwa watu wema. Na makafiri wangelikaribia kukutelezesha na pahala pako kwa disho lao wanalokuangalia kwa uadui na chuki, wanapoisikia Kurani wakisema, hakika huyu ni mwenda wazimu. Na Qur'ani si chochote ila ni mawaida na hekima na ukumbusho kwa walimwengu wote.